Tunashukuru kwanza kampuni ya Halotel kwa kuweza kuwashika mkono au kutushika mkono maanake hapa unashika mkono, unalishika mkono taifa kwa kuwezesha vitu kama ambavyo tumeviona hapo e, lakini nisije nikakosea nikasahau e, niseme nika, yani, waengeze zaidi. Hakuna kipimo au thamani ya kwenda kutoa kitu kinachokwenda kusaidia maisha ya binadamu, hakuna kipimo kwa sababu maisha yana thamani kubwa zaidi kuliko kiwango utachokitaja cha, cha hela e, huu ni moyo wa kizalendo, ni moyo wa kizalendo na unakwenda kutukumbusha sote, kila mmoja na jukumu la kufanya kama hivi. Tunaweza kuona kama labda vilivyowekwa hapa ni vitu vidogo, lakini ni vitu vikubwa e, tuna tatizo la ajali za barabarani. Nikisema yani tatizo, maanake ni tatizo kweli zipo ambazo unazisikia lakini nyingine huzisikii, kwa sababu wahusika e, wala hawana haja kuripoti. Wote wawili anakuwa hawana sifa za kuja kuripoti kituoni, wenyewe tu wanaona bosa, bora wamalizie huko. Kwa hiyo ajali zipo nyingi. Ukiweka vibango hivi e, vinanikumbusha zaidi ya kama ya miaka ishirini iliyopita nyuma, tulikuwa tuna mradi ambao kiasi fulani umekwenda umefifia lakini sasa naona kuna mwanga, kwa sababu Halotel wamekuja na hii idea ya kusema tutaanzisha hichi. Lakini e, nimenongonezwa nime, nime na mwakilishi wa majlis ya kuwa kuna vitu vyingine vikubwa zaidi. Sisi tunaombea Mungu kampuni ifanikiwe zaidi kusudi watowe zaidi. Kibango hichi kitakwenda kumsaidia dereva kumkumbusha kuwa asimame ili wananchi wapate huduma ya kukatisha barabara, sema dereva kumkumbusha, dereva anajua kama watu wakitaka kukata barabara ya simame. Lakini kuna mambo mengi kwa sasa, inaweza kumwona mtu yu anatembea barabarani, lakini yupo figa tu pale, lakini akili haipo pale. Kwa hiyo hichi kinaweza kenda kumsaidia huyo dereva, lakini pia kinaweza kwenda kutengeneza kuengeza usalama kwa mabalozi wetu hili neno liliwekwa hapa, balozi wa usalama barabarani ni Road Safety Ambassador. Hichi kitu hapa Zanzibar kipo, lakini kwa kutumia vifaa hivi tunakwenda kuwaboresha sasa mabalozi hao, sasa waonekane zaidi, kama, kama wapo na wao wanatoa huduma hii. Jumuiya e, ilianza bara, ipo bara, RSA Tanzania bara ipo lakini na hapa Zanzibar ipo lakini ipo ilikuwa kuna uchache wa vifaa. Kwa vifaa hivi tunakwenda kuiona Halotel ikishika hatamu katika makampuni ambayo yanatoa huduma kwa jamii ya kusaidia usalama kunako barabara. Kwanza kabisa ni miongoni mwa eh, tunasema kwamba tunarejesha kwa jamii kwa kile ambacho tunakipata kutokana na, na, na, na biashara ambayo tunaifanya hapa Zanzibar kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tunavirudisha kwa jamii ni kimojawapo kimekuwa ni hichi, kwa maana ya kwamba eh, kwa kushirikiana na Majlis ya eh, Islamia tumeku, tumekuja na hii eh, program ya kuweza kuhakikisha usalama barabarani. Tuna, wote tunafahamu kwamba barabara sasa hivi zinazidiwa kwa maana ya kwamba magari yanaongezeka, vyombo vya moto vinaongezeka, kuna bodaboda eh, bajaji zinaongezeka. kwa hiyo, moja ya changamoto ambayo wanaipata watembea kwa miguu ikiwemo wanafunzi eh, katika barabara zetu ni katika kuvuka zile barabara. Tunajua zebra cross zipo, lakini saa ingine kama alivyoeleza mheshimiwa mgeni rasmi kwamba saa ingine madereva wanakuwa hawako either katika chombo kile, hakiakili haipo pale, au wanakuwa na changamoto zingine ambazo zinatokea barabarani. Kwa hiyo kuanzishwa kwa hii program, kwa maana kwamba kuiendeleza, kwa maana ilikuwepo, sisi tunaiendeleza ni kwamba hii itamrahisishia, kwa sababu inakuwepo mtu huyu balozi anakuepo pale katika yale maeneo rasmi na katika wakati rasmi kuna muda kunakuwa kuna congestion, kuna, kuna muda wanafunzi wanatoka madarasani au asubuhi wanakwenda mashuleni na pia sisi wenyewe madereva pia wanakuwa na rush hours, kukimbia kwenye maofisi na nini. Wakati huo kila mmoja anakuwa kwenye haraka. Sasa ni nani apewe kipaumbele kwa kufata zile sheria za barabarani. Basi, akiwepo balozi wa usalama barabarani pale katika yale maeneo ni rahisi kuweza kucontrol kwa wakati, kwa maana kwamba ana uwezo wa kuzuia yale magari kwa wakati fulani watembea kwa miguu wakavuka, hususan asubuhi wanafunzi wanapoenda shuleni. Lakini pia anaweza kucontrol pia hata wale wana mafunzi, pia kuna wakati anaweza akawa control wasiweze kuvuka, wakati akaruhusu magari yakapita. Kwa hiyo tunaenda kwa kwa utaratibu hiyo, inaondosha ile msongamano, kwa maana kwamba tunaenda kwa wakati, wakati huu atavuka watembea kwa miguu, wakati huu ataruhusiwa magari. Kwa hiyo hii inasaidia zaidi za kuweza kuwarahisisha movement na watu waweze kuwa salama pia zaidi barabarani. Kama meneja uh, wa tawi la Zanzibar uh, mimi ni mimi hususan hushuhudia uh, idadi kubwa ya watu uh, hapa jijini uh, Zanzibar kwa maana ya watalii, wanafunzi pamoja na jamii kwa ujumla uh, katika shughuli zao za kila siku uh, barabarani. Kwa hiyo wao wapo katika uh, nafasi zao nyakati zao za kutafuta uh, huduma zao za kila siku, aidha za kielimu uh, ama za kijamii. Lakini msisimko huu unakuja na jukumu la usalama uh, hatua ambayo leo kama kampuni, uh, kama kampuni hatuko pekee kwa ajili ya kufanya mawasiliano tu kutoa huduma ya mawasiliano bali kama mwanachama kamili wa jamii ya Wazanzibari. So hafla hii ya leo ni zaidi ya maneno na ni zaidi ya vitendo. Tunatoa uh, support naweza nikasema ya vifaa vya alama na vizibao ambavyo kwa hakika vinakwenda kuokoa maisha ya Wazanzibari. Leo tuko hapa kuchukua mfano hu, wa hundi ya pesa ambayo itakayoenda kutengeneza ile product ambayo mbele pale mnaiona na jumla ya unguja tu kuna zebra hazipungui mia sita pemba kuna zebra ambazo hazipungui mia na thelathini lakini kwa hii season ya mwanzo tunategemea halotel kama halotel mwenyewe amejitolea hivi tendea kazi mia moja na ishirini tupige makofi jamani Yaani katika projecti hii hakuna mdhamini yoyote ambaye alofikia asilimia ya Halotel. Kwenye asilimia mia, asilimia sitini kachukua Halotel. Na asilimia sita amechukua wamechukua wengineo.